Ee Baba wa mbinguni, nakuja mbele yako leo kwa moyo mnyenyekevu. Wewe ndiwe Mwenyezi muumba wa vitu vyote, mimi ni mtumishi wako, natafuta mwongozo wako na neema yako. Upendo wako hauna mipaka, rehema yako haina mwisho. Najua mimi si mkamilifu, Bwana ninakosea na kuanguka, lakini upendo wako unaninyanyua, msamaha wako unaniweka huru. Asante kwa uvumilivu wako na uelewa wako. Asante kwa kuwa nami kila wakati. Bwana, naomba baraka zako katika maisha yangu. Nipe afya njema na akili timamu. Nisaidie kufanya maamuzi ya busara, niongoze kwenye njia ulionitengenezea. Acha baraka zako zipite kwangu kwenda kwa wengine wale wanaonitegemea. Bwana, walinde, waweke salama mbali na madhara, waweze kuhisi upendo wako na uwepo wako katika maisha yao. Nisamehe Baba kwa maana nimefanya dhambi. Najua mawazo yangu na matendo yangu hayakupendezi kila wakati. Nimefanya makosa makubwa na madogo. Wakati mwingine napotoka kwenye njia yako. Naomba msamaha kwa mambo niliyoyafanya vibaya kwa kujua na bila kujua. Safisha moyo wangu na unifanye mpya. Nijazie Roho wako Mtakatifu, niongoze kwenye haki. Bwana, umeweka tamaa moyoni mwangu ya kuwasaidia wengine. Wakati mwingine huhisi mzito, huu mzigo wa huruma, lakini najua ni zawadi kutoka kwako. Nisamehe ikiwa nimewahi kufanya kuwasaidia wengine kwa mzigo. Nisaidie kutumikia kwa moyo wa furaha. Acha niwe mikono na miguu yako katika ulimwengu huu. Nionyeshe jinsi ya kuwapenda wengine kama unavyonipenda mimi. Bwana, naomba amani na umoja. Tusaidie kuona zaidi ya tofauti zetu tutukumbushe kwamba sisi sote ni watoto wako. Sisi ni ndugu, tumeunganishwa na upendo wako. Tusamehane kama ulivyotusamehe sisi. Tufanye kazi pamoja kujenga ulimwengu bora, ulimwengu uliojaa upendo, huruma na uelewa. Kwa msaada wako tunaweza kufanya mabadiliko. Sehemu ya sita: mzigo wa kiongozi, maombi ya nguvu Mwongoze kwa hekima yako, mpe nguvu wakati wa changamoto, mzungushe na washauri wenye busara, mpe amani moyoni mwake na uwazi katika akili yake. Msaidie kutafuta mapenzi yako kila wakati, uongozi wake uwe mwanga wa matumaini kwetu sote. Sehemu ya saba: kupanua msamaha, kutafuta umoja. Bwana, ninasamehe wale walionikosea, ninaachilia hasira yoyote au chuki niliyonayo moyoni mwangu Nisaidie kuwaona kupitia macho yako, macho ya upendo na huruma. Tuvunje kuta za mgawanyiko, tujenge madaraja ya uelewa. Tusaidie kuishi pamoja kwa amani, upendo wako utuunganishe sote. Sehemu ya nane, shukrani kwa neema, matumaini ya kesho. Asante Bwana kwa neema yako isiyoisha. Asante kwa upendo wako usioshindwa. Ninashukuru sana kwa uwepo wako katika maisha yangu. Wewe ni mwamba wangu, ngome yangu, mkombozi wangu. Ninaweka tumaini langu kwako Bwana. Najua kwamba na wewe mambo yote yanawezekana. Nijaze amani yako inayopita ufahamu wote. Furaha yako iwe nguvu yangu. Sehemu ya tisa, katika mwanga wa Mungu, tunapata njia yetu. Bwana, mimi ni mtumishi wako mnyenyekevu, natafuta mwongozo wako kila hatua mwanga wako uangazie juu yangu na uongoze njia yangu katika kukumbatiwa kwako kwa upendo ninapata amani amina